Kwa hiyo, waheshimiwa, nafikiri kama nivyotoa maelekezo hatupati la ziada, lakini hapa, kwa vile afisa masuuli yuko hapa ujue kwamba wananchi wapo na bado watasema, na serikali ipo. Kwa hiyo tunasema kwamba hili jambo litupiwa macho, tuone kwamba ujenzi wa uh, kivuko cha Mafia Nyamisati kinafanywa kwa ukamilifu ili wananchi wapate ile ule msaada ambao ulitakiwa, ile service iliyotakiwa. Kwa hiyo tunasema kwamba tunawashauri mjiongeze na mjiongeze kwa kiwango kikubwa, maana mpaka kamati yangu hapa ilipofikia, ni kwa vile basi hatuwezi kusema mengine, maana tutaenda kuyakamilisha ofisini. Usi, utekelezaji wa mradi, daily, they should be there kwa ni part ya ile project. Kwa hiyo kama inawezekana uiunde timu immediately iweze kunusuru u mradi iwepo pale na itakuwa inakupa feedback kila siku, kwamba tumefikia hapa, tumenasa wapi, nini kimefanyika, material hii imekuja imefungwa, haijafungwa kama walivyosema wajumbe, naweza kaja kitu kifaa safi lakini kisifungwe. Lakini la pili kubwa fedha, upatikanaji wa fedha. Hapa tunaye eh, afisa masuuli katibu mkuu, pia anatakiwa tuhakikishie kwamba fedha zitatolewa kuhakikisha huu mradi unakamilika. Tunataka sisi hwa asilimia mia moja watu waanze kunufaika na hiki kivuko. Mheshimiwa Mwenyekiti, Wizara ya Ujenzi kupitia Wakala wa Ufundi na Umeme Tanzania yaani TEMESA inatekeleza mradi wa ujenzi wa kivuko kipya cha pili kitakachotoa huduma kati ya wilaya ya Mafia na Nyamisati katika mkoa wa Pwani. Aidha, kivuko hiki kinachojengwa kitakuwa na uwezo wa kubeba tani mia moja ishirini na kitakuwa kinabeba abiria mia tatu na magari madogo kumi kwa kulinganisha na kile kilichopo, hiki kitakuwa kikubwa kidogo, maana kile kinabeba abiria mia mbili na kazi za ujenzi wa kivuko hiki zinaendelea na kwa tathmini iliyofanywa na mshauri wa mradi consultant, ambaye ni Dar es Salaam Maritime Institute tunatarajia ujenzi huu kukamilike tarehe thelathini na moja mwezi wa nane mwaka elfu mbili na ishirini na tano.